Nashukuru kwa game ya, ya kesho ni game muhimu sana kwa timu zote mbili, sana sana upande wetu sababu sisi hali yetu si nzuri kwa, kwa sasa. Tunaenda kutana na timu ambayo imekamilika ndani ya uwanja na nje ya uwanja, swetu vijana wametayarisha vizuri kiakili, kimwili na tuko tayari kwa mchezo wa kesho. Ya kwanza mpira ni mental, like, the tactical organization ya players na wachezaji wenyewe kuelewa ni nini muhimu kwa timu sababu tunapata Yanga wanatusa sana, wanatusa combination play na wanafunga mabao za rahisi kwa rahisi kwa eneo la, la, la, la defense ya opponents. So tukiangalia makosa yetu tunarekebisha, tumerekebisha makosa na sababu ya kuachilia ile space kubwa ambao tumekuwa tukiwacha, na pia kuelewana kwa defense na defense kama timu moja kwa umoja pamoja ambayo itatusaidia kubana na kuweza ku, uh, kuweza kumiliki Yanga sababu wazuri ana strikers Yanga, mchezaji wote anaweza tokea kama timu ikashinda. Na nafikiri mimi niweke sawa hilo, sio timu kubwa tu, ni timu zote lazima ujiweke vizuri, kwa sababu unavyopata alama tatu za Yanga ni sasa umepata alama tatu za Kagera, sio kwa unavyokutana na Yanga, unavyokutana na Simba ni alama tatu tu inatokea tu, labda nyinyi wenyewe ndio mnasema timu kubwa au na nini. Mtu anajitolea, hapana, hata hizi timu ndogo watu wajitolea. Yeah, niko hapa kwa ajili ya kuwakilisha wachezaji wenzangu. Kisaikolojia tuko vizuri, kimaandalizi tuko vizuri, ila hatuna wasiwasi kwamba sijui tunaenda kufanyaje. Hapana, sisi tumejiandaa vizuri kwa ajili ya alama tatu kesho. Ishu sio kuatia pressure ishu. Uh, so nazungumza kile kitu ambacho kipo always, confidence ndio natakiwa sio hata wewe unavopambana kwenye maisha yako una confidence ili utafute kitu ili upate kitu. So mimi amna mtu ambaye anamtia pressure. Mimi nazungumza mimi kama mimi binafsi kwamba tuna uwezo kesho tunashinda na hakuna chochote au hakuna mtu yote ambaye anaweza kutuzuia kesho. Yes. Ikitokea umefungwa? Hatuwezi kufungwa na haiwezi kutokea sisi kufungwa kesho. Trust me. Unasema? Hatuwezi kufungwa na haiwezi kutokea kesho sisi yes. Si tupoteze mchezo Mwanaume always mwanaume lazima ajiamini kwenye kazi yake. Mimi ni kazi yangu na niko hapa kwa ajili ya kwa ajili ya hii kazi. So najiamini kwamba kesho sisi tunatoka na, na alama tatu. No we prepare this game the, the same thia uh, the other game because uh, all the game for us are very very important but before to speak uh, about uh, this game I want to to give my big big fans

So, like uh, I told you uh, the, this game we prepared uh, the same day of the game because uh, this game is very, very important uh, also uh, for us so we change uh, nothing. Angalia ligi ilivyo, sisi na Simba tunaachana pointi moja, wao kwa kushinda mechi zao, umeona, na kama mwalimu alivyosema, tuweze kusubiri Simba apoteze mechi au nini ndio tuweze kuchukua ubingwa. Sisi tupo, tunahakikisha tunashinda mechi zetu ili mwisho wa siku tukiwa tuko juu kwa pointi moja, maanake ligi kisha tunaongoza pointi moja, sisi ni mabingwa tayari. Kwa hiyo kama wachezaji tunajua umuhimu wa kila mechi ambazo zimesalia, na tutahakikisha kila mechi tunapambana, tunajitolea kuhakikisha tunapata ushindi na tunaendelea kukaa pale pale juu. Kwa mashabiki waliojitokeza jana, tunawaahidi kesho tutajitolea kadri ya uwezo wetu na tutahakikisha tuna tuna, tuna, tuna, tuna, tuna dominate mechi na tunashinda mchezo kuwapa furaha kwa sababu nadhani ndo mara ya kwanza tume, Yanga imekuja Yanga me, Babati. Kwa hiyo mashabiki wanategemea mambo mazuri kutoka kwa, kwa wachezaji wao, na tutahakikisha kama wachezaji tunapambana kwa ajili ya nembo ya timu, pia kwa ajili ya furaha ya mashabiki wetu.